Mko salama. Leo ni siku nyingine mzuri sana. Uh, kama vile nimezidi kuwaahidia ya kwamba nitaweza kuzunguka maeneo ya mashambani kwa ajili uh, ya kuona vile nitakutana na wenye mashamba na kuweza kuwaongelesha juu ya kuona kama tutafanyikiwa kupata njia ya wawili watatu, ama hata watu kumi hivi ambao wanaweza wakaingia Kanada msimu huu wa kilimo. So kama vile unaona niko maeneo ya mashambani, na hizi zote ni mashamba kama hii, ambao umeona hii saidi ya nyuma yangu hii tayari imeshaanza kupandwa, na hizi zingine zote unaona tayari zimeshalimwa, zimeshaanza kulimwa, ziko tayari kwa kuweza kuweka mbegu na kuweza kufanya vitu kadhaa. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, nitakuomba uweze kusubscribe, na hii ni channel ambao inaongelea mambo mengi aswa juu ya kuweza kukuja Canada. Tunajitahidi kwa vile ambavyo tunaweza tukaweza, na ni moja kati ya ahadi ambayo tulipeana kwa our viewers na wale wenyewe kuwa kwenye kikundi ya kwamba mtatafuta nafasi ya kuweza kuzunguka kwenye hizi mashamba kusudi niweze kuongea na wenyewe. Kwa wale ambao wataweza kunisikia na kunipea nafasi, nitaweza eh, kuwaongoza kwenu kusudi tuone kama wawili watatu wanaweza wakasaidika kuingia Canada chini ya mpango huu. Na kama weni mpya tuna kikundi uh, ya WhatsApp ambao linki kwenye description ya video hii unaweza ukaklik kuijoin, na kama we bado ni existing, kasu, existing subscriber ama mpya uh, kumbuka pia ku like video hii. So matumaini yangu ni kwamba tutapata, uh, matajiri yenu ni kuniombea kwa hii hatua ambayo nimeanzisha, sababu sio safari chache, safari ndogo ni safari ndefu na hata maeneo yenyewe naenda kwenye mashamba, sio karibu sana na kwangu, ni mbali, nahitaji kuenda safari mrefu sana kusudi niweze kufikia hizo maeneo za mashambani, na baridi pia <laughs> inazidi kunichapa. Unajua hali yetu ya Canada noma sana, kunaweza kukawa kajoto kidogo, lakini maeneo ya nyuma nyuma pia baridi inakuwa ni mingi zaidi. Unajua Canada ni Greenland, na Greenland inakuaga na baridi nyingi sana kuliko msimu wa jua. Mm-hmm. Finally nimeahidi hili jambo na leo nimeamua kulianzisha. Ikiwa unataka lifanyikiwe, lako ni kuniombea. Lako ni kuniombea kusudi wale ambao nitakaongea na wao wawili ama watatu nipate wale ambao watakubali ombi hili na wataweza kulishughulikia, tuwe na njia rahisi ambao watu wataingia nayo Canada bila, uh, malipo ama niseme kwa gharama ya chini. Nisiseme bila malipo, nikisema bila malipo nakuwa na haribu, nasema kwa gharama ya chini. Kumbuka sio mimi ndio nahitaji pesa kutoka kwenu, lakini mimi najitolea kwa kuwapambania, kwa kuwapigania kusudi eh, nafasi ya kuja ndani ya nchi hii ya Kanada iweze kuonekana kwenu. Haja yangu ni kuona ya kwamba una uwezo wa kusimama kwa ajili ya familia yako, una uwezo wa kupigania jamii yako, una uwezo wa kujitetea pia, usiwe kwenye hali ambayo haieleweki ama uishi shida sana, na kuna njia ambayo inaweza kukusaidia. Ndio maana mimi nimejitolea kufanya haya. Hakuna gharama yoyote ambayo mimi nahitaji kutoka kwako. Ikitokea mahali ambapo pengine unaitishwa pesa, saa zingine iwe ni kwa ajili ya kulipa viza yako, kama ule ambaye nitapata atakae nikubalia hawezi akashughulikia vitu kama hizo. Nadhani tunaelewana. Na jambo lingine, wengi wamekuwa wakisema ya kwamba eh, maeneo ya mashambani sijui nini Unajua, ikiwa umeshapata njia, unajua kitu kikubwa sana ni kupata mlango wa kuingia ndani ya nchi hii. Ukishaingia wewe, mengine yataendelea tu, sawa. Usichague kazi sana, na kila leo, mwanzo hujawahi kuwa rahisi. Na ikiwa ni mwanzo ambao ni sehemu ambao wewe hauipendi, lakini uh, unatengeneza pesa zako, kwani kuna shida? na kisha kujipanga vizuri, utafikiria mengine baadaye. Lakini saa hizi nadhani kikubwa ni kuangalia kile ambacho kitatusaidia kuweza kupata njia ya wengi wetu kuweza kuingia Kanada, na mimi nimeshaanza hatua rasmi ya kuzunguka mashambani kwa ajili ya kuzungumza na wale wenyewe kuona eh, wangapi watakubali hombi letu na wangapi wataweza kutusikia. Na nitajaribu kuonesha eh, kile ambacho nitaweza, na ikiwezekana nitakuonesha pia eh, wamoja wamoja, ila nataka kuchukua video mbele niweze kuongea na wao, yaani mazungumzo yangu na wao, sioni kama eh, nitachukua sana sababu wao wenyewe wanaweza anza kunifikiria, kwani unakuja kuombea watu kazi na wewe mwenyewe unakuja unaanza kutuchukua video, nia yako ni gani? Unajua wazungu sio kama Waafrika. Kwa hiyo uh, kuna mengi sana ambao lazima tuweze kuzingatia na tunapotembea na wao, tujue ni njia gani ambayo tunatumia kusudi tuweze kufikia, yani vitu zetu zinahitajika kuonekana confidential yani. Uh, licha ya mimi kufanya video hii ni kuwaonesha maeneo hizi za mashambani vile zinakaa, na ule ambaye atakubaliana na mimi, mlango unapojitokeza basi itakuwa fursa mzuri sana kwako, sababu ninachokivizia mimi ni wewe kuweza kufanyikiwa, uh, kuingia Canada. Najua ukishafanyikiwa kuingia na mengine yataendelea tu, na kikubwa uwe na uwezo, yaani uingie mahali ambapo utakuwa na urahisi wa kupata pesa, ufanye kazi yako na utengeneze pesa hiyo. Ndio haja haja yangu. Na ikiwa unapenda haya ninayoyafanya, basi andika tu hapo chini na kuombea Mungu afungue milango, sababu kumbuka hii yote ni kama kujitolea kwa ajili yenu kwa upendo ninayo kwenu. Haja yangu kubwa sana ni kuona kila mmoja anasaidika na ndio maana nimeamua kukuja hii maeneo ya mashambani. Sasa hii ni muda ambao nilitakiwa kuwa na familia yangu. Sasa hii ni muda ambao nilitakiwa uh, kuwa na mke wangu ama na watoto wangu. Lakini naona haina haja. Bora niwanyime dakika hata mbili tatu kusudi nikuje kushughulikia pia watu wangu. Wana KHP ni sawa na familia kwangu. Na ninawapenda sana, ndio maana sitachoka mpaka nihakikishe lengo letu linafika mwisho. Nitazidi kujitolea na kusimama imara kila leo. Najua pia mnazidi kuniombea na Mungu ataendelea kufungua milango kusudi jambo letu tuweze kulifanyikisha, sababu najua tukilifanyikisha, itakuwa ni furaha kubwa sana, ndoto ya wengi itatimia kupitia hilo na pia mimi nitaona furaha kuona ya kwamba kuna mtu amesaidika kupitia mimi. Haya ndio haja ya moyo wangu na furaha yangu kubwa sana. Ndio maana uh, tuendelee kutulia na kuwa wapole, na fursa zikijitokeza, mimi nitarusha hapo kwenye kikundi niwaambie ndugu zangu, we kuna wawili watatu ambao nimekutana nao na jibu lao limekuwa hivi chochote ambacho nitakaloongea na wao, chochote ambalo kitakalofanyika maeneo haya, mimi nitawafikishia na niwaambie, eh, mwanga ambao tulipata ni gani, na kutoka hapo inahitajika nini hatua eh, ingine gani ambayo inatakikana kufuata kufuatwa kusudi eh, tuweze kukamilisha jambo hili lakini mimi naamini ya kwamba kuna mwangaza na hali itaendelea kuwa sawa. Na wale ambao hawajui vile maeneo ya shambani Kanada zinafanana, wanaweza wakajijazia hapa. Na kitu kingine sio ya kwamba kila maeneo inakaa hivi kama hii unayoiona hapa kwenye video. Kuna maeneo ambayo kidogo inakaa mjini mjini, lakini ni mashambani. Na ukiona maeneo ya mashamba kama haya ujue karibu kuna mji mji hivi ambayo iko karibu, sababu unapata hii maeneo kama unaona uko mbali, hizo ni manyumba na watu wanaishi kwa hiyo hawaizi wakaishi mbali sana na sehemu ambao unaweza ukakosa supermarket, unaweza ukakosa petrol station na zile vitu muhimu zote ambazo unaweza zihitaji for your basic needs ama kwa matumizi yetu ya kila siku, hiyo ya kawaida. Kwa hiyo usikuwe na wasiwasi ya kusema ya kwamba huyu jamaa katutafutia maeneo ya mashambani sana, mimi siwezi nikaenda eneo kama hizo. Kumbuka kikubwa ambacho tunahitaji sisi ni mtu kuweza kupata njia ya kuweza kuingia ndani ya nchi hii, sababu ukipata njia ya kuingia, mengine ambayo yatafuata yatakuwa mazuri. Nadhani tuko pamoja na kuhusu lile jambo ambalo nimezidi kuongea kwa, kwa kwenye kikundi kwa ajili ya wale wa visitor visa, nadhani sahizi Canada kidogo inakazia vitu. Kuna wale ambao wako kwenye kikundi wana, wanaelewa nachokimaanisha, na ikiwa ujanielewa bado, uh, unaweza ukaandika kwenye kikundi ulikuwa unamaanisha nini, nitakuambia na njia nyingine ambalo linaweza likasaidia sahizi, kwa wale wenye pesa. Eh, unaweza ukakuja kama kusoma. Unajua, mkikuja Canada kama kusoma, pia kuna mlango ingine wa kufanya kazi sababu kama mwanafunzi sahi unaruhusiwa kufanya kazi, lakini utakiwi kufanya kazi zaidi ya masaa ishirini na nne kwa wiki. Kwa hiyo wewe unafanya kama mtu wa kawaida anahitajika kufanya masaa arobaine ule ambaye anaruhusiwa, na wewe ukiwa mwanafunzi unaruhusiwa sahi kufanya masaa Uh, kazi kwa masaa ishirini na tano no, ishirini na tano twenty four hours ishirini na nne kwa wiki. Kwa hiyo ukiwa na pesa unaweza ukatumia pia hiyo njia so hacha mimi niendelee na mchakato ambao umenileta sehemu hii. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na wote ambao mnanitizama mzidi kuniombea kusudi jambo hili lizidi uh, kuenda vizuri, natumai ya kwamba kila kitu itakuwa sawa na njia ama milango zitakuwa wazi, na tutaweza kuingia watu wakuja wafanye kazi hizi sehemu na wajihisi wako sawa. Hii ni mlango kubwa sana ambao utaingiza wengi Canada, kisha kuingia mengine ataendelea. So kama wewe ni mpya kwenye channel hii kumbuka kusubscribe. Thank you.